Je, yeah, ni kweli ya kwamba unaweza kwa ukajifunza Kiingereza kwa haraka? Na kama kweli, itakuchukua muda gani kutoka kuwa mtu ambaye hajui kabisa Kiingereza hadi mtu ambaye anaweza kuongea Kiingereza vizuri kabisa? Kwenye hii somo siku ya leo tutazingatia stage tano ama hatua tano tofauti za mtu ambaye anajifunza Kiingereza. Stage hizi tano, stage ya kwanza ni beginner, ambayo nitaielezea katika muda mfupi. Stage ya pili ni intermediate, stage ya tatu ni advanced, stage ya nne ni proficient na stage ya tano ni fluent. Je, wewe upo kwenye stage ipi kati ya hizi? Utajua pale ambapo utasikiliza, na nitaweza pia kukwambia mwisho wa video namna gani ya kutoka stage uliopo wewe na uingie stage ambayo ni kubwa zaidi katika kujifunza kwako Kiingereza kuwa na mimi kuanzia mwanzo wa video hadi mwisho wa video ili uweze kujifunza hivi vitu ambavyo ni vya muhimu sana. So kitu cha kwanza ambacho inabidi uelewe ni kwamba Kiingereza ni lugha ambayo ni pana sana, na kwa watu ambao wanajifunza Kiingereza huwa hawaanzi moja kwa moja kwa kuongea. Kitu cha kwanza ambacho mtu huwa anajifunza ni kuweza kusikiliza na kusoma kabla hata hajaweza kuongea kwa sababu hivi ndio virahisi zaidi. Swala la kuongea linahitaji uwezo mkubwa wa kukumbuka vocabulary na urahisi wa ulimi wako katika kutamka hayo maneno. Hivyo basi, wengi wanaangukia kwenye kuweza kuelewa lugha na kuweza kusikiliza lugha kabla hata ya kuweza kuiongea. Kwenye hizi stage ambazo ntaziongelea tuta deal na hapo, tuangalie katika kila stage mtu anakuwa anauelewa kiasi gani na anakuwa ana uwezo wa kuongea kiasi gani. Kwa hiyo tukianza na stage ya kwanza ambayo ni stage ya beginner. Stage hii ya beginner ni stage ambayo mtu anakuwa hawezi kuongea kiingereza kabisa. Katika stage hii, mtu anakuwa hajui vocabulary kabisa za kiingereza, hajui hata yale maneno ambayo ni simple ya kumwezesha kuongea vitu kama jina langu ni fulani, natokea sehemu fulani na kama we upo katika stage hii ili uweze kujifunza Kiingereza inabidi upate mwalimu ambaye atakufundisha katika Kiswahili na kukubadilishia hizo vocabulary au hayo maneno katika Kiingereza. Stage ya pili au level ya pili ya mtu ambaye anajifunza Kiingereza ni level tunaita intermediate. na kumbuka ya kwamba kutoka kuwa beginner au level 1 kwenda kuwa intermediate level 2 inamchukua mtu kama miezi sita hadi mwaka mmoja kuendana na uelewa wa mtu na hamasa yake ya kutaka kujifunza Kiingereza na muda ambao anautumia kila siku kujifunza Kiingereza. Kwa hii miezi sita nimepiga hesabu kwa mtu ambaye anajifunza kwa lisali moja kila siku, ila kama atakuwa anajifunza zaidi, huenda muda huu ukapungua. Level ya pili ya kujifunza Kiingereza ni level ya intermediate. Katika level hii mtu anakuwa anaweza kuongea vile vitu vya msingi katika Kiingereza kama kujitambulisha, kwenda dukani kununua kitu kwa kutumia lugha ya Kiingereza au hata kuagiza chakula hotelini. Mtu wa hivi mara nyingi anaweza kaongea zile idea au yale mawazo madogo madogo ya Kiingereza, ila anapata shida sana kuweza kufanya mawasiliano ya muda mrefu ya Kiingereza, na mara nyingi mtu huyu anakuwa anasahau sahau vocabulary sana, kwa sababu moja ya uchache wa vocabulary alizokuwa nazo kichwani mwake. Na, na, na nikisema vocabulary namaanisha misamiati au maneno ya Kiingereza. Kingine ni kwamba mtu huyu anakuwa anapata shida sana katika matamshi. Mfano ni mtu ambaye anakuwa anajaribu kuitumia lafudhi yake katika lugha ambayo anajaribu kuongea, kwa hivyo utamkuta analazimisha lafudhi ya Kiswahili kuingiza kwenye lafudhi ya Kiingereza, na hivyo badala ya kutamka maneno kama about anasema about au badala ya kusema labda kicked atasema kicked, kwa sababu lafudhi yake ya Kiswahili inamforce kuongea hivyo. Level ya tatu ama stage 3 katika kujifunza Kiingereza ni stage ya advanced. Katika stage hii mtu anakuwa ana uwezo mkubwa zaidi wa kuongea Kiingereza na anakuwa na vocabulary nyingi kiasi kwamba anaweza akaelezea idea yake na akaeleweka, isipokuwa tu anakuwa bado hajaweza kuzijua au kuzimaster sheria zote za Kiingereza. Kwa hiyo mtu wa hivi utamkuta anaongea Kiingereza vizuri, ila anakosea kama tenses, hajui namna ya kutumia maneno kama has na have, hajui kutumia simple present tense hajui kutumia maneno kama dha, anachanganya wingi na umoja. Mfano, unaweza ukamkuta huyu mtu anasema a jobs kwa kumaanisha kazi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anaweza kuongea, ila anakuwa bado sheria za Kiingereza hajaweza kuzishikilia vizuri, japokuwa ana vocabulary nyingi za Kiingereza ambazo zinamtosha yeye kuweza kujielezea vizuri. Kingine ni kwamba mtu huyu anakuwa pia bado kwenye matamshi, so mtu katika stage three anakuwa bado anahangaika sana na matamshi, kwa sababu bado anakuwa ameathirika na lugha yake ya asilia ya Kiswahili ambayo inamfanya baadhi ya maneno ya Kiingereza ayakopi au ayatamke kama vile anavyotamka kwenye Kiswahili. Pia mtu huyu anakuwa bado ana maneno mengi sana ambayo anahangaika nayo katika matamshi na hiki kitu kinamfanya aone ugumu sana wa kuongea kwa sababu anaweza akaijua vocabulary vizuri ila ikifika kwenye kuitamka anaangaika sana. Level ya nne ni level ambayo tunaita proficient. Ama ni mtu ambaye amekaribia sasa kuijua lugha vizuri. Nakumbuka ya kwamba hamna mtu ambaye anaijua lugha kwa asilimia mia kabisa isipokuwa wachache hata kwenye wale waliozaliwa kwenye lugha, kuna baadhi ya vitu watashindwa katika lugha yao. Kwa hiyo tukiongelea huyu mtu ambaye ni proficient, tunaongelea mtu ambaye ameweza ku master tenses, anazijua vizuri, anajua umoja na wingi vizuri, anaweza akaongea vizuri kwa muda mrefu. Unaweza ukaongea naye hata lisali moja, akaongea akajibu vizuri anaweza akasimama mbele za watu akahutubia, na akaulizwa maswali na akaweza kujibu kwa uzuri kabisa bila shida. Kuendana na tafiti ambazo zimefanyika, kinachoonekana ni kwamba inachukua mwaka mmoja kwa mtu kutoka kwenye advanced kufika kwenye proficient. Sifa kubwa ya mtu ambaye anakuwa proficient ni kwamba anakuwa anatumia vocabulary ambazo ni ngumu sana kumkuta mtu wa kawaida anazitumia. Na pia anakuwa ana uelewa wa undani zaidi wa lugha kuliko watu wengine, na ana uwezo wa kuongea na kudiscuss topic tofauti tofauti. Kwa hivyo hata umweke kwenye topic ya kitu kipya ambacho hajakijua sana, atakuwa na vocabulary mbili tatu za kuweza kumsaidia kuongea katika mazingira hayo. Pia mtu huyu atakuwa yupo vizuri sana kwenye matamshi na ni mtu ambaye ana uwezo wa kujifunza Kiingereza kwa lugha ya Kiingereza. So kama tulivyokuwa tunaongea hapa nyuma kwenye stage tatu zilizopita, ni ngumu sana kwa huyo mtu kujifunza Kiingereza kwa lugha ya Kiingereza, ila ukifika kwenye hii level ya proficient, inamaanisha ya kwamba unaweza ukafundishwa Kiingereza na mzungu na uelewe vizuri kabisa kila kitu ambacho utakuwa unafundishwa, tofauti na hapo. Hizi level zingine wanakuwa bado hawajakiweza kiingereza kiasi cha kwamba afundishwe na mzungu moja kwa moja aweze kuelewa, au afundishwe kiingereza kwa kiingereza na aweze kuelewa. Kwa hiyo proficient ni mtu ambaye ameshakuwa vizuri sana katika lugha ya Kiingereza. Na level ya tano ni mtu ambaye tunamuita fluent. Fluent ni mtu ambaye tayari kashajua kiingereza na anaweza kuongea katika mazingira yoyote yale na wala asipate shida na wala asihangaike sana kwenye kukumbuka vocabulary, na mtu huyu hatafanya makosa ya tenses isipokuwa labda kwa uchache sana, na pia atakuwa na uelewa mzuri sana wa kutumia maneno kama the, maneno kama a, ah, an kuonyesha umoja na wingi, na sheria nyingi sana za grammar. Mtu ambaye ni fluent anakuwa na uwezo wa kuongea kiingereza katika mazingira tofauti anakuwa na uwezo wa kufanya baadhi ya vitu ambavyo ni vigumu kwa watu ambao wanaongea Kiingereza kawaida kama kutunga nyimbo, kutunga mashairi na anakuwa ana uwezo wa kucheza na lugha kinamna ambayo mtu mwingine ambaye hajafika level hii anakuwa hawezi. Mwisho, inachukua miaka miwili hadi mitatu kwa mtu kutoka kwenye proficient kwenda kuwa kwenye fluent. Nakumbuka kwamba mtu ambaye anakuwa fluent anakuwa yupo vizuri kwenye matamshi kwa asilimia zaidi ya tisini ya maneno yote ya Kiingereza. Sasa jiulize wewe, upo katika level gani? Kutokana na hii video yote uliyoangalia, niandikie kwenye comments. Kisha mwisho kabisa nilisema kwamba nitatoa ushauri wa namna ya kujifunza ili uweze kujua Kiingereza kwa haraka. So haya yote ambayo tumeongea hapa yanaweza yakakutisha ya kwamba ah, inabidi nichukue sasa muda mrefu sana ili niweze kukijua Kiingereza vizuri. Kwa hivyo, kukupunguza presha yako ni kuambia ya kwamba sio lazima ufike level ya tano kabisa ili uwe mwongeaji mzuri wa Kiingereza, kwa sababu asilimia kubwa ya watu, na wengine hata ni wazao wa Kiingereza wanakuwa hawafiki level zile za juu kabisa za Kiingereza kwa sababu ukizoea kuiongea lugha kimtaani, unajikuta baadhi ya sheria sio hata lazima kuzifuata, kwa sababu ya kuizoea kutumia hiyo lugha. Kama Kiingereza chako unataka kukitumia katika mandhari ya shule, mfano upo katika chuo, university, college, etc hapo itabidi kweli ujue maneno mengi ya Kiingereza kutokana na uhitaji mkubwa wa Kiingereza katika mazingira hayo. Ila kama lengo lako wewe tu ni kuongea na kuweza kuwasiliana na watu na kuweza kufanya mahitaji yako ya kawaida ya maisha, hauhitaji ujue Kiingereza chote. Inachosemekana kutokana na tafiti ni kwamba inahitaji mtu ajue maneno elfu moja mia tano tu ya Kiingereza aweze kuishi Uingereza ama Marekani vizuri na aweze kufanya vitu kama kuagiza chakula, kununua kitu dukani, kusalimiana na kuweza kujielezea. Hivyo basi, kama utaweza kujua vocabulary zaidi ya elfu moja mia tano za Kiingereza basi utakuwa mwongeaji mzuri tu wa Kiingereza ambaye unaweza ukaishi maisha yako vizuri na wala usipate shida. Kumbuka ya kwamba watu wengi wakiwa wanajifunza Kiingereza wanaanza kwa kuweza kumwelewa mtu akiwa anaongelesha, inamaanisha wanajenga kwanza uwezo wa kusikiliza na pia wanajenga uwezo wa kuielewa lugha ama kuelewa kile ambacho kinaongelewa, ila ni watu wachache sana ambao wanafika kwenye level ya wao kuweza kuongea. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi sana wanasahau ya kwamba inabidi ufanye mazoezi ya kuongea ili uweze kuongea kama utakesha upo unasoma tu vitabu na unasikiliza watu wengine wakiongea hautoweza kufika level nzuri ya kuongea ili uweze kuongea hakikisha ya kwamba unafanya mazoezi ya kuongea kila siku hivyo basi itakuchukua muda gani kuweza kukalili maneno elfu moja mia tano kama utaweza kuweka ratiba nzuri ya kukalili maneno kumi kila siku ya kiingereza basi itakuchukua miezi mitano kuweza kuzikalili hizi vocabulary. Ila kama utaweza kukalili vocabulary ishirini kila siku basi itakuchukua kama miezi mitatu na nusu kuweza kukalili vocabulary elfu moja mia tano. Hivyo basi, sio rahisi kweli kujifunza kiingereza haraka, ila unaweza kuanza kujifunza vocabulary zile ambazo ni za msingi zinazojirudiarudia sana kwenye Kiingereza. Kumbuka ya kwamba watu wengi sana wanakata tamaa katika kujifunza Kiingereza na hivyo hawafiki hata level nzuri ya kuongea Kiingereza. Hivyo jiwekee hamasa na jifunze kila siku na usikate tamaa. Tukutane katika video ijayo. Asante.